Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Abdul Aziz Hakim Katabazi, ni mkuu wa shule wa Nyasaka Islamic Secondary School. Na katika e, mwendelezo wa e, kuboresha vituo vyetu hivi vya kielimu. Uh, tumetangaza leo kwamba kuna program ambazo tumezianzisha ambazo lengo la lake kubwa ni kuhakikisha kwamba zinawajenga vijana wetu na kuwazailisha vijana ambao watakuwa wana hofu juu ya Allah Subhanahu wa Taala. Kama mnavyofahamu kwamba miongoni mwa changamoto ambazo serikali inapitia ni swala zima la kuwa na watendaji wasiokuwa na uadilifu. Sasa na sehemu pekee ya kupata, kupata vijana wa namna hii ni kupitia katika vituo vyetu kama hivi. Kwa hiyo tumetangaza program ambazo zitakuwa katika upande wa masomo ya dini lakini pia katika mambo masomo ambayo yanalenga ya kutia hofu kwenye nafsi, kwa sababu itakuwa inamjenga mtoto kuwa katika utendaji zaidi badala ya kuhifadhi. Kwa mfano, tumekuwa na changamoto ambayo tunaipitia tunamkuta kijana ni msomaji mzuri sana wa Qurani, lakini mvuta bange. Kwa nini? Kwa sababu amechukua elimu kama akaiweka kichwani, ajeika katika nini, katika utekelezaji. Kwa hiyo tunaamini E, programu hizi ambazo tumezitambulisha siku ya leo zinakwenda kufanya mapinduzi makubwa sana katika swala zima la malezi na taaluma. Nichukue fursa hii kipekee kabisa na kwa dhati kuwaomba wazazi nchi nzima Tanzania kuanzia mkoa wa Mwanza na mikoa mingine Tanzania, kwa kweli wahamasike na programu zetu za kimalezi, wahamasike na programu zetu za kitaaluma, watuletee vijana kutoka ki kila kona ya nchi hii. Tutakuwa tayari kuwapokea na tutawalea kwa kushirikiana na wazazi. Tutahakisha zao tunalolitoa ni zao lililojaa utu, uadilifu, uwajibikaji na uchapakazi, ikiwa imeunganishwa na hofu juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asanteni sana.